Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, nikope lako sikio niweze kukuchanganulia yale ambayo yametendeka kipindi ambapo watanzania wameapa kuanza maandamano yasiyokuwa na kikomo kuanzia kesho siku ya Jumanne tarehe 9 Disemba. Serikali ya Samia, ambayo watanzania wanasema kwamba ni haramu, imekimbilia Marekani ili kuweza kujiokoa kutoka kwa haya maandamano. Kumbuka maandamano ambayo yaliweza kupita, Marekani iliweza kuonya Tanzania kwamba watatathmini uhusiano wao vizuri na Tanzania. Kumbuka kwamba bunge la Seneti la Marekani liliweza kutoa tamko kuhusu hali halisi ya Tanzania, mahala ambapo walisema kwamba kura za Oktoba tarehe 29 zilikuwa zimekwisha amriwa kitambo hata kabla ya tarehe yenyewe ya uchaguzi kufika. Vilevile vile, wakasema kwamba utekaji ulikuwa umeanza kupangwa kitambo. Na sasa Marekani wakasema kwamba watachukulia Tanzania hatua maksusi kuhusu utawala huu haramu kuhusu utawala huu ambao uliweza kuwaua wananchi sasa kipindi ambapo Watanzania wameandaa maandamano ya mfululizo ambao wamesema kwamba ni ya mfululizo kuanzia siku ya Jumanne tarehe 9 Samia na utawala wake wamekimbilia kwenye mazungumzo na ubalozi wa Marekani kuelekea Tanzania ili kupitisha ujumbe kuelekea kwa wananchi. Unajua, mimi kipindi ambapo nilikuwa shuleni nasomea uanahabari, tulifundishwa vizuri kwamba mwanahabari mzuri anaweza katunga hadithi kutoka kwa picha, mwanahabari mzuri anaweza katunga hadithi kutoka kwa hali halisi ambayo inaendelea. Ukiangalia sasa hivi Tanzania, wananchi wanaita maandamano yasiyokuwa na kikomo, wanataka Samia aweze kujiuzulu, wanataka uchaguzi mpya, wanataka katiba mpya, wanataka serikali hii iende nyumbani, wanataka waliotekwa kuachiliwa huru na mambo mengine lakini, sasa Samia mwenye amekataliwa na wananchi amekimbia kwenye masungumzo na ubalozi wa Marekani ili kujaribu kujisahihisha na kuwaambia Watanzania kwamba mnanikataa mimi, si rais wenu. Na Marekani walijaribu kusema kwamba wataangalia uhusiano wa Tanzania na Marekani. Bunge la Seneti la Marekani liliweza kusema kwamba hawatambui serikali ambayo iko mamlakani sasa hivi, kwa sababu matokeo ya uchaguzi yaliweza kutathminiwa na kuamriwa kitambo. Sasa amefanya kikao na Marekani ili kuwaambia watanzania nyinyi munanikataa, lakini Marekani imeweza kunikubali mimi kama rais. Sasa naomba nikueleze haya katika ukurasa wa ubalozi wa Marekani Tanzania, ukipenda US Embassy Tanzania, waliweza kuchapisha hivi, jinsi ambavyo unaona hapo. Leo kaimu balozi Lenteza alifanya mazungumzo ya wazi, sio mazungumzo ya faragha, sio mazungumzo ya kuficha, mazungumzo ya wazi na yenye tija na Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu hali ya sasa na mustakabali wa uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Naomba uweze kuyatilia maanani mambo haya, hali ya sasa. Hali ya sasa waliweza kufanya mazungumzo ya wazi na yenye tija na Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu hali ya sasa na mustakabali wa uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Hali ya sasa ni gani ambayo inaendelea Tanzania? Ni maandamano. Hali ya sasa ni gani ambayo inaendelea Tanzania? Mauaji. Hali ya sasa ambayo inaendelea Tanzania ni gani? Utekaji. Hali ya sasa ambayo inaendelea Tanzania ni gani? serikali kuua demokrasia. Hali ya sasa ambayo inaendelea Tanzania ni mpenzi mtazamaji, ni gani serikali kukandamiza wananchi. Hali ya sasa ambayo inaendelea Tanzania ni gani? kuua uhuru wa mwananchi kujieleza, kuua uhuru wa mwananchi kujumuika pamoja ndio waliweza kusungumzia na pili, wakasungumzia uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania. Wakaeleza kwamba huenda uhusiano wa Tanzania na Marekani ukavunjika endapo hawataacha kamata kamata ambazo zinaendelea Tanzania, huenda uhusiano wa Marekani na Tanzania ukaisha ukakatika endapo hawataweza kuwaachilia huru mateka au matekwa wa siasa kina Tundu Lissu na viongozi wengine. Ninajua hayo ndiyo Marekani waliweza kusungumza, na ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji vizuri, angalia hapa hapo tena, sio hapa hapo yapita siku nne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 kuwaua wananchi ovyo ovyo, haya ya kuendelea aa, kunyima wa Tanzania uhuru wa mazungumzo, haya ya kuendelea ama yanayoendelea Tanzania ni gani? Mpenzi mtazamaji, kukandamiza uhuru wa kujumuika pamoja kwa wananchi, hayo ndiyo hii serikali walizungumza na Marekani. Usije ukadanganywa na mtu yeyote, mnaelewa vema kabisa. Marekani inachukia mtu ambaye anakiuka haki za kibinadamu, mtu ambaye anavunja haki za kibinadamu. Mnanielewa wapenzi wa tazamaji, naomba tuweze kuelewana hapo, naomba tuweze kuelewana kwa sababu msimamo wa Marekani haujawahi badilika Ukiangalia kauli ambayo waliweza kuitoa siku nne ambazo zilipita, na ukiangalia kauli ambayo wameweza kuitoa hii leo, wameweza kusungumzia yale yale ambayo walisungumzia wiki iliyopita. Alafu sasa, naomba uweze kuangalia jinsi ambavyo afisi ya rais wa Tanzania inavyowadanganya wananchi, alafu wanasema kwamba Ezra ndiye anapotosha wa Tanzania si ndio? Nataka uweza kuona jinsi ambavyo ah, Marekani yaani, Tanzania inataka kuwapotosha wananchi baada ya kufanya kikao na ubalozi wa Marekani Tanzania, afisi ya ikulu ikulu Tanzania ikaandika hivi: Tanzania and US Move to finalize, to finalize major investment agreements. Ubalozi wa Marekani uliandika kwamba wao walizungumzia hali ya kisasa ambayo inaendelea Tanzania. Na wakazungumzia kitu ambacho kinaitwa mustakabali wa uhusiano wa Marekani na Tanzania. Sasa Ukurasa wa vyombo vya habari wa Ikulu unataka kuwapotosha wananchi kwa kuambia kwamba taarifa kwa vyombo vya habari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na kaimu balozi wa Marekani nchini Mheshimiwa Andrew Lentens, Ikulu Chamwino, Dodoma. Miongoni mwa maswala waliojadili ni kukuza maeneo muhimu ya ushirikiano Baina ya Tanzania na Marekani na kuthibitisha dhamira ya pamoja na kuendelea na kuendeleza ushirikiano wa kisasa wenye manufaa kwa mataifa yote mawili. Kaimu Balozi Letes aliyeambatana na mshauri wa masuala ya kisiasa na uchumi, Naomba uweze kuangalia hapo. Masuala ya kisiasa na uchumi wa ubalozi huo bwana Andrew Howard alisisitiza nia ya Marekani kuimarisha mahusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuchumi, kisiasa, kiusalama kati ya Tanzania na Marekani, akisisitiza kuwa dhamira ya Marekani ni kushirikiana na Tanzania kwa msingi wa ustawi pamoja, na sio utegemezi wa misaada. Mazungumzo hayo yalijikita katika kip, e, kupitia hatua za majadiliano ya miradi mikubwa ya kimkakati inayohusiana na Marekani na, na inayoihusisha inayo Marekani nchini. Pande zote mbili zilikubaliana kumalizia mazungumzo ambayo yako hatua ya mwisho ikiwemo mradi dash dash dash dash. Ukurasa wa serikali ikulu wao wanasema kwamba walizungumzia masuala ya uchumi. Masuala ya miradi bila ya kutegemea misaada. Si ndio? Baada ya kunyimwa misaada. Lakini mimi na wewe mpenzi mtazamaji, katika hii barua ambayo imeweza kutolewa na ukurasa wa serikali Ikulu cha mwinu, wameweza kutueleza wazi kwamba waliandamana na mshauri wa masuala ya kisiasa hapa. Walienda kusungumzia nini? Haya mauaji ambayo yanaendelea Tanzania. Walienda kusungumzia nini? Hizi kamata kamata, ukandamizaji wa uhuru wa vyama vya kisiasa, kamata kamata ya viongozi wa upinzani. Msije mkapotoshwa na serikali, Samia amekimbilia Marekani. Na Marekani imemkataza katika maandamano ya kesho. Wasije wakakamata wasije wakathuru wasije wakaua wasije wakaumiza wananchi. Alafu wengine akina Musiwa wanatuambia kwamba walienda kusungumzia masuala ya biashara na miradi. Ili kufanya nini? Ajenda yao namba moja wanataka kuambia Watanzania hivi, mnakataa Samia lakini ameweza kukubalika na Marekani ajenda yao nyingine ni kwamba mnachukia Samia anaendelea kufanya miradi, lakini cha msingi ambacho unapaswa kujua, Samia alienda kupata kisomo kwa sababu juzi Marekani ilimwambia kwamba wanatathmini uhusiano wao, na uhusiano wao na msimamo wao ni wananchi wasiuawe, ni wananchi wasitekwe. Simuliona Samia juzi hako aliko Marekani. Alafu sasa hizi anataka kutudanganya, si ndio? Patane kwa kanda ijayo.